Assalamu As alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa faida ya watazamaji wetu wa channel ya Jukumaza Online TV. Tunakaribisha so, wale wote ambao wanatufuatilia kupitia chaneli hii ya Jukumaza TV waendelee kutufuatilia kwa sababu tuna vipindi vingi eh, ambavyo ni very important, ni muhimu sana na kuweza kuweza kuvifahamu eh, na vitakuwepo hapa katika chaneli hii ya Jukumaza TV. Mimi mtozaji wako Yusuf Osman bin Abdallah moja katika watangazaji ambao tunafanikisha channel hii ya Jukumaza Len TV. Eh, moja ya vipindi ambavyo tunavyo katika channel yetu ni vingi ikiwemo kipindi cha e, vijana na taaluma. Na leo hapa kama unavyojionea hapa e, mtazamaji wangu wa channel ya Jukumaza Len TV e, hawa wageni ambao unawaona e, mbele yangu hapa hawa ni maofti kutoka e, madrasa e, kutoka moja madrasa ambayo e, inapatikana katika ama inakwepo ama ipo katika nchi hii ya Zanzibar ni madrasa gani? Majina yao ni nani? Nitatoa nafasi kwa wao wenyewe kuweza kujitambulisha majina yao ili waweze kufahamika wale wote ambao tunafanikisha kipindi hichi cha vijana na taaluma. Lakini usisahau kwamba eh, mada ambayo tunaizungumza, ujue mwaka wa Kiislamu kiangalia kwamba tuko mshoni wa mwaka huu wa Kiislamu ni mwaka gani? Eh, utaofahamu katika kipindi chetu hichi kupitia mawakati hawa ambao eh, nao mbele yenu hapa kwa ajili ya kukifanikisha hichi kipindi. Bila kupoteza muda ama kuzungumza mengi, acha niachie nafasi wenyewe kwa ajili ya kujitambulisha wenyewe ili waweze kufahamika na wale wote ambao wanatufuatilia kupitia channel ya Jukumaza TV ili uweze kufahamika na wale wote ambao wanatufuatilia kupitia chaneli hii kwa Mwananchi TV. Karibu. Asante. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa jina naitwa Latifa Saidi Abdallah, natoka katika madrasa tu ya Nyerere Misufini, na ni ukhti wa madrasa hii. Asante sana kama unavyosikia jina hapo Latifa, na jina lake limekuja hivi, japo umri wake sijaufahamu, lakini ataweza kuniambia. Labda umri wako, tuweze kufahamu umri, labda mpaka sasa hivi na umri gani? Mpaka sasa na umri wa miaka 23. Miaka 23 ndio amekomea hapo, na ukhti kutoka na marasati ya Ikhwani, yeye amejitambulisha hivyo. Eh, ukhti mwingine ambaye anachukua nafasi kwa ajili ya utambulisho, yeye kukamilisha wale ambao eh, tunafanikisha kipindi hichi cha vijana na taaluma. Kama unavyoona pembeni yangu, ukhti, nafasi ni yako, dakika moja mbili, kwa ajili ya kuweza kuleka sawa hili hapo. Asante sana kama mlivyosikia hapo, asante sana, shukrani eh, jina limekuja Khadija, na jina lake ni hivyo ni Ukhti huyu kutoka madrasat Ikhwan A iliyopo, eh, Nyerere Zanzibar, na nao hapa leo kwa ajili ya kufanikisha kipindi cha vijana na taaluma mada Ujue mwaka wa Kiislamu. Asante sana. Eh, tukurudi kwako e, t ujitambulisha jina na na madrasa umezungumzia umesema kwamba A A ambayo kwa Kwa kwa Kwa sasa unaitumikia hivyo. Mm -hmm. Eh, tutafahamu hapa kwanza. Kwa nini nini e, kwa sababu ukizungumzia e ni ni alfabeti kuna A, B, C mpaka mpaka D mpaka Z li, Z ya hizi ni alfabeti wale wote ambao waweze kuifahamu kiundani madrasa ya Ikhwani kwa nini eh kwa, e", kwa, e? e, kwa sababu e ni madrasa ya kwanza iliyoanzishwa na wanafamilia yaani, ni madrasa ya kifamilia Nii. na imeitwa eh, kwa sababu ndio ya kwanza katika madrasa ambazo zi zilizoitwa ekhwani zipo nne Nii. na zote ni madrasa za undugu kama jina lake linavyoitwa undugu Nii. zote zimeanzishwa na wanandugu Nii. na kuna nyingine inafuata inaitwa ikwani B, ambayo iko Mwera yeah. na nyingine pia inaitwa inaitwa ikwani C, iko Fuoni yeah. na tuna nyingine pia tumeanzisha si zamani sana, inaitwa yeah. ikwani D, iko Umbuji. Asante sana, hii ni hii ametufunulia hapa. Ikwani A tumeiona imetoa matawi mbalimbali, nakazungumzia ikwani B, pia ikwani C kazungumzia na ikwani D, nakataja maeneo nyambao yapo E, tunafahamu e, kwa ukhti Khadija narudi kwako, tunafahamu ana masalia e, ya elimu katika kituo ambacho kinatoa taaluma e, kwa vijana na naamini masomo mbalimbali yanasomeshwa katika madrasa hii hii ya Ikhwani. Eh, kwa upande wa masomo ndio tufahamu, labda masomo gani ambayo umejikita zaidi kuyasomesha katika madrasa ya Ikhwani, e, mbali mbali hmm, ya Ikhwani kuna masomo mbalimbali ambayo yanasomeshwa yakiwemo Qur'ani kawaida, hivi kutizama Qur'ani tahfidhi, tajwidi hmm vitabu vya fiqh vya Kiarabu hmm. na kadhalika. Asante sana hayo. Kwa mtazamaji wetu hayo ni masomo ambayo yanasomeshwa ndani ya masati Ikhwan eh yanapatikana na walimu wake wanayajikita kuyasomesha masomo haya na wanafunzi wanachukua taaluma kupitia haya masomo. Asante sana kulifahamu hili. Eh, ni mada ujue mwaka wa Kiislamu. Eh, tukiji kwako ukhti na ukhti Latifa, eh, tunafahamu kwamba katika ulimwengu kuna kalenda mbili, kuna kalenda ya miladi lakini pia mm-hmm. kuna kalenda ya Hijiria na nakusudia kalenda ya miladia Januari mpaka Disemba, na kalenda ya Hijiria nayo tutataka tuifahamu kiundani zaidi, na ili wale wote ambao wanatufuatilia kupitia channel hii ya Jukumaza TV waweze kufahamu hii kalenda ya Kiislamu yenyewe au mwaka wa Kiislamu, vipi tutatambua mwaka wa Kiislamu? Mwaka wa Kiislamu ni mwaka, mwaka ulioanzishwa na Abubakar bin Khattabi baada ya kufariki Mtume, lakini aliamua kuanza kwa kuhesabu kwa kuanzia mwezi ambao walienda wali hijiria, Mtume Muhammadi sallallahu alaihi wasallam alipohama kutoka Maka kuhamia Madina. kwa labda hivyo labda unanizungumziaje hapa, uweza kuthibitika kwamba wafahamu kwamba mwaka wa Kiislamu si kama ni mwaka tu, lakini umetajwa ndani ya Qurani yenyewe hapa mwaka wa Kiislamu umetajwa ndani ya Qur'ani katika suratu Tauba aya thelathini na sita ambayo ni sura ya tisa kama mm -hmm. Mwenyezi Mungu alivyosema mm -hmm. Hakika mi, hakika idadi ya miezi iko miezi kumi na mbili ndani ya miezi hiyo kumi na mbili mna miezi minne mitukufu, msizidhulumu nafsi zenu, napiganeni na wale wote pamoja na na hakika Mwenyezi Mungu, asante sana, hakika Mwenyezi Mungu yuko pamoja na wacha Mungu. Haya ni maelezo yanapatikana katika sura Tauba sura ya tisa aya namba 36. mm -hmm. off, tihadija, hilo, eh, kwa mujibu wa Ukhti Khadija ametuthibitisia hilo kwamba mwaka huu umetajwa ndani ya Qur'ani. Tukije kwako eh, ukhti Latifa, tumeona kwamba kuna aya tayari imehusisha moja kwa moja kwamba eh, mwaka wa Kiislamu una miezi 12 kwa mujibu wa ukhti na ukhti Khadija hapa, mama tumemzungumzia hivyo, lakini bahati nzuri au bahati mbaya hakukuainishia ile miezi yenyewe ni ipi, hiyo miezi yenyewe 12, na tunafahamu huko kwenye miladi ya kuna Januari kuna Desemba. Kwa upande wa Kiislamu na ile miezi yenyewe ya Kiislamu tukiifahamu hapa, wa kwanza ni upi mpaka kufikia 12? Mwezi miezi ya Kiislamu ni 12 nayo ni Muharram. Alafu kuna Safar, hmm, kuna Rabiul Awal, kuna Rabiul Thani, kuna Jumadal Ula, alafu kuna Jumada Thani, alafu kuna Rajab, kuna hmm, Shaaban, kuna Ramadhan. Rajabu, Shaaban, Ramadhan. Ni miezi hiyo kumi na mbili kwa mujibu wa mambo ambao ameitaja hapa Latifa na tumeona kwamba kija eh, of kwako Ofti Khadija tunafahamu kwamba kalenda ya Kiislamu tayari tumeona ya miezi kumi na mbili na ametaja Ofti Latifa hapa miezi hiyo kumi na mbili lakini kwa mujibu wa aya ambayo umetoa umezungumza kwamba kalenda hii ama miezi hii kumi na mbili kuna miezi ambayo very best sana na kumbe kuna miezi minne mitukufu katika ile miezi, miezi minne mitukufu, winyitukufu, winyitukufu, ili ambayo sana kalenda ama mwaka wa Kiislamu kupitia hii miezi 12 na katika miezi kumi na mbili ipo minne mitukufu iko hapo. katika miezi kumi na mbili ya Kiislamu kuna miezi minne mitukufu ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala mm -hmm. kaitaja kwa mm -hmm. kwanza ni mwezi wa Muharram, mm -hmm. wa pili Dhulqa'dah, mm -hmm. wa tatu Dhulhijja, mm -hmm. na wa mwisho Rajab wa mwisho Rajab ndio miezi minne mitukufu katika ile miezi e, kumi na mbili ambayo Waislamu tunaisafiria na tunaitengeneza mwaka wenyewe ule wa Kiislamu. Asante sana kwa kulifahamu hili. Tukija kwako, eh, ukhti Latifa, labda e, katika mazungumzia hapa miezi minne mitukufu. Nini ambao utakuniongezea pengine kwenye miezi minne mitukufu ambayo kwa niacha pengine ambao hajanigusa au hajanigusia au hakuna chochote kingine? Asante sana, iko sawa hiyo. Na tumezungumzia kalenda e, amba mwaka wa Kiislamu na amezungumzia hapa ptilatifa kwamba mwaka huu umeanza baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka ile tukio la kuhama Makka eh, kuelekea Madina na ilisabiwa katika zama za Sayyidina Umar bin Khattab. Tumezungumzia mwaka wa Kiislamu lakini, hatuja sijasikia kwenu kwa hiyo kuweza kufahamika tuna mwaka gani sasa hivi na tunaingia mwaka gani? Unajua, tuko mwishoni, tuko mwezi wa Dhulhija, naamini ni mwezi wa mwisho katika ile miezi 12, si ndio? labda mm -hmm, tayari tushafahamu kwamba kalenda iko hivi na mwaka uko hivyo. Tuko mwaka gani na tunaingia mwaka gani baada ya kumaliza huu? Sasa hivi tuko mwaka 1446, yeah, na tunategemea kuingia, yeah, kesho au kesho kutwa, inshallah tutaingia mwaka 1447 Mwaka elfu moja mwaka elfu moja mia nne arobaini na saba ndio mwaka ambao tunakaribisha hapo mbele kwa ajili ya Allah subhana wataala, atuingiza kwenye huo mwaka mpya wa Kiislamu baada ya kumalizika ule mwaka mwaka elfu moja mia nne na arobaini na sita kama sikosei, kwa mujibu wa ukhti Latifa hapa ameweza kutuambia hivyo. Tukirudi kwako ukhti, eh, Khadija, tunafahamu kwamba ukizungumzia kalenda ama mwaka wa Kiislamu e, tunafahamu kwamba Uislamu umeanza zamani sana toka enzi za Nabii Adamu huko, Uislamu umeanza unaendelea. E, sasa lakini ukiangalia kalenda hii ambayo si ya Kiislamu sa mwaka, mwaka huu huu wa, wa zamani zaidi. Hili ni kweli mwaka wa Kiislamu uko mbele zaidi kwa sababu Mtume Muhammad sallallahu, sallallahu alaihi wasalam na Nabii Isa alaihi salam, Mtume sallallahu alaihi wasallam tumetizama tukio lako, badala yeye kufariki ndio tukaanza kuhesabu na mwaka wa Hijria. Ladia wana wao walitizama tukio la Nabii Isa alayhi salam, badala ya kufariki ndio kuanza kuhesabu. Hapo ndio tumeona nafasi alifariki fasi ni mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Uislamu ndio bana ukawa uko mbele kuliko miladia. Asante sana, labda ndio sawa. Naam. Miladia, Miladia iko mbele kuliko Injilia. Miladia iko mbele hapo, ambao mwaka elfu mbili ishirini na tano. Kwa hiyo alihesabu baada ya kufa mtume Nabii Isa. Lakini miladi miladio alihesabu baada ya tukio la mtume kwenda kwenda hijra. Kwenda hijra. Boyo, kwa hiyo ukakuta kwamba mwaka wa Kiislamu e, uko nyuma zaidi kwa sababu ulianza zama za mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama mjibu mweleza katika ule kile kipindi cha ukhalifa wa Saidina Omar bin Al-Khattab, ndio kuanza kuhesabu hapo na sasa mpaka sasa tumekomea mwaka 1446 Alhijria lakini muda mchache kidogo tutaingia eh, mwaka elfu moja mia nne arobaini na saba, Alhijria, hii kwa kalenda hii ya Kiislamu kwa Zanzibar, sasa hivi tayari tunaona kwamba ikiingia hapo zamani ilikuwa haiko hivyo. Lakini sasa hivi Zanzibar tunaona kwamba ikiingia mwaka huu wa Kiislamu watu wameshajijika na wao kuweza kuelezea kama hivi tunapofanya sisi, lakini wanasherehekea sherehe mbalimbali katika madrasa mbalimbali kwa upande wa madrasa vipi wao kwa kupokea huu mwaka wa Kiislamu na wanasherekeasherekea upande wa Madrasatul Ikhwan na wao mm, wamejipanga kwa ajili ya kusherekea au kuwasilisha zaidi kwa watu mwaka wa Kiislamu mm, ambapo ni Jumapili tukijaaliwa na mm, wamejipanga kupitia vitendo mbalimbali ambavyo pia vitawakilisha huo mwaka wa Kiislamu. Sante sana siku ya Jumapili, Almasati Ikhwani, a hawa ni mawakuti kutoka Almasati Ikhwani, wata wata watasherehekea na wao vile vile kuingia mwaka mpya wa Kiislamu, mwaka elfu moja mia nne na arobaini na saba unakadiria kuweza kuingia hapo. Mtazamaji wangu wa chaneli ya Jukumaza online TV, eh, mada ujue mwaka wa Kiislamu kupitia Hawa, hey, liyopo, e, maokti hawa wal madrasa ikhwani e, iliyopo Nyerere Zanzibar. Eh, tukiwa tuko mwishoni wa kipindi chetu kwa sababu ukiangalia mada sio kubwa sana ni mada nyepesi ni mada ndogo sana. Eh, tukirudi nyuma kidogo kwa sababu tume tumetoka ile tumemaliza ile ajenda ile, ile, ile ya mwaka dad tumefikia pala umefahamika na wale ambao wanatutazama umefahamika, kiasi tumeelezea kiasi, tukirudi kwenu kwamba mmejitambulisha ni maokti lakini ni viongozi na yasi hivyo eh hapa tufungie na, kwa, ungoza, mbali, mbali na, pitilila, kwa hapa labda kwenye kipindi chetu ikuoje katika kuongoza kwenu, nanaamini kwamba mnaongoza wanafunzi mbali mbali katika madrasa yenu na changamoto zile ambazo mmezipitia katika uongozi wenu. Hapa sifa hapa pakoje kuongoza watu wanafunzi wenyewe? Changamoto ipo kwa sababu kila mwanafunzi anakuja na tabia zake kutoka nyumbani kwao. Sasa sisi hapa tunatizama kutokana na tabia ya mwanafunzi. Kutokana, hmm, na tabia yake ikoje, hmm, na tunajua njia gani ya kutumia kumfundisha mwanafunzi yule ili aende katika tabia ambazo inofaa. Hmm. Kama tabia yake ni nzuri tunamrekebisha zaidi, izidi kuwa nzuri na inyoke zaidi. Hmm. Na kama amekuja na tabia yake mbaya, tunamnyosha katika njia ile iliyokuwa sahihi na kumrekebisha. Lakini unakuta watoto bado, wazazi wao hawakubali watoto wao ku, ku, yaani kurekebishwa au tuseme kuadhibiwa. Maana kuna watoto unakuta wakorofi kidogo, watukutu. Kwa hiyo kuna adhabu zimekwa kwa ajili ya watoto watukutu hapa, lakini unakuta mzazi anakuwa anakataa mwanawe asipitie zile adhabu. Kwa hiyo hapo kidogo inakuwa changamoto kwetu. Asante sana. Mzazi anakataa kutokana na adhabu ambayo amepewa kwa mwanawe ni changamoto kwa wakati wanaipata hiyo. Eh, labda tumezungumzia hapa changamoto ambayo inapatikana kagusa hapa e, kwa Latifa. Eh, kwa kweli labda kuna changamoto gani ukaisi ah huu uongozi ni kama kikwazo kwangu kama ni mgumu hivi ambao umekutana umekutana na mtoto ambaye mtukufu tu kaisi ah bora huu uongozi hata mimi bora ni uvue. Au hakuna changamoto yote ambayo ilijitokeza katika uongozi ambao unaongoza wanafunzi wenzio wa madrasa. Changamoto zipo. Changamoto ya kwanza wanafunzi watoro hmm. na utoro hupelekea hmm. saa nyingine mwalimu anakuwa na lengo fulani na mwalimu, na wanafunzi fulani na kisha lengo hilo lishelini, hasa utoro wake sasa unasababisha lile lengo lizidi kuendelea mbele, ambapo ilikuwa limepangwa lishelini hmm. utoro pia ndio ni changamoto. Asante sana. Utoro ni changamoto kubwa kwa wanafunzi katika madrasa ya kipindi eh, vijana na taaluma, mada ambayo ipo kwenye meza yetu tunazungumzia mwaka wa Kiislamu, tunazungumzia mwaka wa Kiislamu mwaka 1446 tunamaliza na tunaingia mwaka, mwaka 1447, eh, tukiwa tukiwa mwishoni mwa kipindi chetu hichi cha e, ujue ijue ama ujue mwaka huu wa Kiislamu. Tukirudi kwako, ofti latifa, nini tunafungia katika huu mwaka wa Kiislamu? Kuna watu naamini hawana mpango nao wala hawana wala kufuatilia. Unawaambiaje labda wale ambao e, hawaupi kipaumbele katika kuweza kukaribisha ama kusherekea kwa kawaida watu, kila unapoingia mwaka mpya yaani nimewekwa ni sasa, hiyo ni desturi, ni sheria sasa imewekwa, kila unapoingia mwaka mpya wa miladia mm -hmm, watu wanakuwa wanasherekea mm -hmm. kwa hiyo kama sisi ni Waislamu mm -hmm. kwa nini unasherekewa mwaka wa miladia wakati sisi mm, si pia tuna mwaka wa Kiislamu? Tusisherekee, tusiweke sherehe, tukasherekea? mm. Unapoweka sherehe na kusherekea mwaka wa Kiislamu unakuta watu wengine wanashangaa, wanaona mm. kaa jambo la ajabu, wakati ni jambo la kawaida na ajabu nzuri pia mm. kwa sababu imewekwa ni siku ya kukaribisha mwaka mpya wa Kiislamu mm. tunapaswa sote tusherekee. mm. Kwa hiyo nawashauri Waislamu wenzangu kwa jumla tusherekee kwa pamoja, na sisi tukaribishe mwaka wetu wa Kiislamu kama wao wanaposherekea wanapokaribisha mwaka wao kwa sherehe na bashasha mm, na sisi pia tusherekee. Asante sana mm. Eh, huyu huyu hii ni ni ni ni, ni, ni wito kwa ametoa lakini pia mapendekezo kwa Waislamu mwingine ambao hawaupi thamani huu mwaka ukiingia ukitoka ukiingia, kwamba kuna wajibu wetu kuweza kulifanya hivyo. E, hapa ni kipindi cha vijana na taaluma, ujue, mwaka, na taaluma e, ujue mwaka wa Kiislamu. Na tayari tukuwa mwishoni mwa kipindi chetu hichi cha vijana na taaluma ufahamu mwaka wa Kiislamu, kwa kufungia kwa kwa ajili ya kuweza kwa kulimaliza hili, una mchango gani kwa upande wako naye changu wangu mie, na sisi Waislamu wenzangu wote tushirikiane katika sherehe za mwaka mpya kusherehekea mwaka wetu wa Kiislamu. Asante sana. Eh, asante sana. Shukrani e, mwanzo mpaka mwisho wa kipindi chetu hichi ambacho tume- tumeitoa umetoa ushirikiano kikamilifu katika kukiendesha hichi kipindi. Jukumaza, naamini itajipanga kwa ajili ya kuja kupiga kambi mara sitiwani eh, kuangalia sherehe gani umejiandaa eh kwa ajili ya kuweza kuzishuhudia namna gani na, na wao wanaweza kuzisherehekea huu mwaka wa Kiislamu. Eh, niseme tu e, mimi mtazaji wako Yusuf Othman bin Abdullah e, na hapa ni mwisho wa kipindi chetu cha eh vijana na taaluma, ujue mwaka wa Kiislamu. Na, na wanasi wale wote ambao wanafuatilia e, waweze kusubscribe lakini kushare kwa comment, pia wale ambao tunayafanya, kwa sababu tuna vipindi vingi vingi vingi mno na vyote ni very muhimu sana katika maisha ya wanadamu, na watajifunza mengi kupitia chaneli hii ya Jukumaza Online TV. Ni chaneli ambayo imeasisiwa na jumuiya ya kuimarisha maadili na malezi bora Zanzibar. Mnasimepa hapa, tukutane tena kwenye kipindi kingine kwa ajili ya kuzungumza mambo mbali mbali. Nimesema tu shukrani, asante sana.